Anapotizama kwa mbali eneo hili hugubikwa na mawazo, asijue la kufanya, ila tu unyonge unaodhihirika usoni mwake, eneo ambalo sasa limekuwa makao kwa mwili wa marehemu mkewe daima dawamu. Fursa ya kuuzika mwili huo akidai kunyimwa na jamaa wa marehemu mkewe, yapata miaka miwili sasa tangu alipofariki alipokuwa akijifungua. Jukumu la uzazi ameachiwa yeye, lakini mila na tamaduni zikimsaliti Kisa na maana, alifunga ndoa kinyume na desturi za jamii ya mke wake aliyejulikana kama Francisca Wauda. Ndio masaibu anaomkumba Eric Guni Mwatela mwenye umri wa miaka ishirini na saba. Kuna mtu alijitokeza akasema yeye ni baba ya marehemu, na kiukweli ni kwamba tuliishi na marehemu kwa miaka mitano, na katika ule muda wa miaka mitano alikuwa amenihakikishia kwamba hana wazazi na tukaenda kwa nyanyake ambaye alitupatia baraka, tukaishi kama mke na mume. Akiwa katika harakati za kutaka kuuzika mwili, barua kutoka mahakamani iliwasilishwa kupinga harakati hizo kwa mtu aliyedai kuwa baba mzazi marehemu wa marehemu. Siku walikuja kwa wingi, walivyosikia sistangu amefariki, hasa walivyokuja pale, ikawa sasa watu wa upande huu na watu wa upande wa kwa bibi na kwa bwana wakae waelewane, hawakuweza kuelewana, ikawa sasa ni mvutano ndoko katokeza baba mmoja hapo babangu mdogo mwingine akatokeza akasema huu marehemu aweze kwenda kuzikwa kule kwa kina bwana kwa vile alikuwa hawajatoa mahari. Lakini licha ya mahakama kufutilia mbali kesi hiyo kwa mara ya kwanza, mzozo baina ya jamii hizi mbili haukukomea hapo, huku anaidai kuwa babake marehemu akirudi tena kukata rufaa kusimamisha mazishi. Jamaa wa marehemu hata wa hivyo, wameshikilia msimamo wao thabiti, wakisisitiza kwamba ni sharti mila na tamaduni zitekelezwe. Wao mwanzo walikuwa wamekana tu kinyumba. Wamekana, sasa wewe unaweza kwenda kuokota mtu na kumweka. Kwani huyo mtu hakuzaliwa, hana kwao? Hakulelewa mpaka ulipompata. Yeye mtu amelelewa kutoka ulipompata mpaka sasa. Amekuwa mtu mzima na shughuli zake. Eh? Unawezaje wewe ukamweka kwa nyumba yako tena ukawa hati uchi, pengine apatikane na tatizo kama ile useme wewe amchukua. Sisi hatutaki mahari kwa sababu ametudharau tangu mwanzo ametudharau yeye na babake. Lakini fahali wawili wanapopigana nyasi huumia. Maisha yake sasa amechukua mkondo mpya kutokana na mzozo huo, huku matumaini ya haki kupatikana kufuatia kesi iliyoko mahakamani ikikosekana. Hata hivyo, babake marehemu anadaiwa kuruka kichwa na sasa hayuko karibu. Daizy Opar, Citizen Nipashe.